Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, ahibati fillah, sasa ni wakati wa maswali na leo inshallah, tutaonyesha jinsi gani muislam atakapotengua udhu wake katika swala au atakapotokiwa na jambo lolote ambalo lamfanya yeye atoke katika safu yake au katika swala yake Madha yasna au kaifa yasna, anafanya nini au vipi, ambapo atatoka katika ino sala yake? Haibati fila, imam yuko mbele anaswalisha na hawa ni maamu, waibu. Kwa hivyo watapiga kwa hivyo watapiga takbiratul ihram waingie katika swala, Allahu akbar, shafunga swala, raka ya kwanza atakwenda raka ya pili. Haibati fila, mmoja katika hawa maamuma kumetokea jambo, imam ametengwa udhu au kumetokea jambo ambalo anapasa yeye atoke na mtu ambaye ataka kutoka ni asu, kwa hivo sala aendelea au tokea jama ametengudake atavuna swala yake, alafu asu anataka kutoka kwenda nyuma na nyuma. Kwa hivyo asu akivunja swala hivi atageuka ubavu wake hivi, anataka kutoka kwa Abdallah. Kwa hivyo asu atakuja kwa Abdallah kutoka hivi kubavu, ubavu, hivi ubavu, ubavu, ubavu anakwenda twende asu na Abdallah naye atampa nafasi, atamfungulia asu kiubavu hivyo, nenda asu, atatoka hivyo mpaka mwisho, asu rudi haraka haraka, hapa kidogo, kisha kingine. Asu akivunja swala yake hatatoka hivi, ndugu zangu wa Uislamu, haivi hawezi toka, kwa sababu huyu rambo atazuiana hapa. Kwa hivyo atatoka kiubavu, twende mfungulie rambo, yeye Abdallah akishamfungulia atakavyo ile space ya pili atakava ile pengo ambayo liko pale, kwa sababu Mtume amesema sawu sufufakum fa inna tasiyata sufufi min tamami sala, lazima sala safu iwe kamili. Kwa hivyo, kuna pengo, asu ametoka, Abdallah atakava ile pengo, atakuja moja mbili, ataunga safu. Akishaunga safu Abdallah huku nyuma kuna pengo la Abdallah naye kwa hivyo, kuna pengo ambalo huyu wa nyuma amekuja mbele. Kwa hivyo, hili pengo ima mtu wa nyuma atakuja kava kama Asu ashatawadha, Asu ashatawadha atakuja kava, atarudi katika safu ya pili, ataingia hapo, atafunga takbira, ataendelea. Kwa mfano amechelewa kurudi na kuna nafasi, itabidi swale na matoa wazibe, wasongeleana, watasongeleana, wataziba hapo. Asu akija ataingia hapo, ataendelea nani na safu. Kwa hivyo, ahibati fillah, hivi ndivyo mtu yampasa ya, ya, ya, ya afanye mwislamu katika safu yake. Hii ni kama ni katikati ya safu. Sasa kuna vile ambao namna ya pili ni mtu ametengekuwa na udhu. Sasa hataki kutoka na katikati. Anataka kutoka na mwisho. Abdallah Kibuda ametengekuwa na udhu wake. Na yuko mwisho popote atakapotaka. Anataka kutoka. Namna ya pili atavunja, atakuja, atatoka mbele. Anakwenda kwa kona ya msikiti. Mpaka mwisho kona. Kwa kona yetu msikiti ni hapa. Naam, atageuka kwa sababu kama hakuna mtu ama kama kuna mtu atoka vile vile kiubavu na yule wa mwisho wa nyuma atampisha vile vile kama kawaida atatoka. Naam, rudi Kibuda, vunja tena swala uje, ashatakiwa na udhu au jambo lile limemtokea swali, atavunja, atakuja. Naam? kama hakuna mtu ni mwisho wa kona, atatoka kama kawaida hivi, atatoka aende akatawade. Nafasi hii ambayo kuna nafasi asu, kama nafasi hiyo asante mwingine ambaye yuko nyuma kibuda shatawadha kawa nafasi ya nyuma kibuda, ahibati fillah. Hivi ndivyo ambayo inafaa iwe mtu akitengua udhu au akitaka kutoka katika swala na imam yuko ahibati fillah. Mmeona kuwa maamuma ameweza kupita katika baina sufuf, mtu anaweza kupita baina sufuf haina shida. Maamuma kupita baina sufuf wala si shida, shida ni kupita mbele ya imam kwa mfano, alaa sabil mithal, huyu ni imam, huyu ni imam. Mtu hafai kupita mbele ya imam katika swala ya jamaa. Mbele ya imam hufai kupita, lakini katika safu waweza pita, hakuna shida. Lakini mtu akiwa peke yake mmoja, hufai kumpitia. Na kuna kitu kinaitwa sutra kinawekwa baina ya imam kwa mfano mimi ndio imam, hii huitwa sutra, kijingi au chochote au mkuki, unaiko hapa. Imam akiwa katika sutra, mtu anaweza kupita nyuma ya sutra, sawa. Lakini mtu imam akiwa hapa, mtu hafai kupita baina sutra wal imam, hawezi kupita hapa. aani tua, ndugu zangu wa Islam. Kwa hiyo ikifika kwa sala lolote Ndiyo, tushamaliza kuswali na kuna swala ambazo we fa uregelea ambazo zimekupita hey, na wow, kisha ukisharudi kuswali pale, si lazima mshikani tena miguu, na kama kona wenzako, yaani waweza kuswali naam, la basa, kwa sababu uwezi kata miguu, pengine wengine wammaliza, pengine wewe ndo ambao wadaiwa saraka moja. Kwa ao uwezishikanisha swala so, ikiisha ile sofufu imefanya nini? kwa tu peke yako, wengine urudi nyuma wakasali peke yao, wengine uenda mbele kwa nafasi wakasali peke wakasali peke yao o labaasa. Baada ya salamu ile ya jamaa si lazima kushikanisha, lakini kushikanisha pia ni bora eh. Ama labali katika hadithi ni kitu ambacho kina, kwa mfano kitu cha shibri moja ni kitu ambacho ukubwa wake yaani urefu wake kofia ni ndogo sana e, zila, kitu ambacho cha cha simama mfano wa mkuki mfano wa kiti K kit, kitu, kitu, kutika, kama kama shibri moja hivi kama hivi saizi hii sawa na ikiongezeka kidogo sawa almuhim kitu ambacho mtu ataona atajua kwa hapa kuna nani lakini ukiweka kofia kofia hivi kofia iko chini sana si katika ile kipimo chake cha cha sutra, sawa. Kwa hivyo weka kiti au mkuki mm, au kitu ambacho msikiti, kuna vile vibao ambavyo vimetengenezwa awesome. <muching> Wengine wanaweka mnyama wao, zamani punda, kwa kaka punda au ngamia sutra. Wewe weka mtoto akakaa pale mbele, kama anafahamu na na na sala so.